Vita ya kukaribia kupata. Breakthrough warfare. Katika maisha ya Kikristo mara nyingi vita huwa kali zaidi unapokaribia kupata ushindi, baraka au hatua mpya. Shetani hupambana sana anapoona mtu yuko karibu kupokea kile Mungu alichoahidi. Yakobo 4:7. Mtini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Moja. Maana ya ya vita ya kukaribia kupata ni mapambano ya rohoni yanayotokea kabla ya kupokea baraka, kabla ya kupandishwa cheo, kabla ya kutimia kwa ahadi, kabla ya kuingia msimu mpya wa mafanikio. Danieli 10, 12, hadi 13. Danieli alipochelewa kupokea jibu, vita vilikuwa vinaendelea rohoni. Mbili. Kwa nini vita huongezeka karibu na ushindi? A, adui anaona tishio. Ufunuo 12, 12. Ibilisi ana ghadhabu nyingi kwa maana anajua jua ya kuwa ana wakati mchache. B, baraka zako zinaathiri wengine. Baraka yako ni ufunguo wa kizazi, familia au taifa. C, Mungu yuko karibu kukutukuza. Petro 5:10. Atakutimilisha, atakutia nguvu, atakuthibitisha. Tatu, dalili za vita kukaribia kupata: mashambulizi ya ghafla afya fedha, ndoa, kukata tamaa isiyoelezeka, migogoro isiyo ya kawaida, milango kufungwa ghafla. shinikizo la kuacha maombi au huduma mbili. Wakorintho 2:11 mbili tusizidiwe na shetani kwa maana hatuzijui hila zake. Nne, makosa ya watu wengi kuacha maombi, kulalamika badala ya kupigana, kukata tamaa mapema kurudi nyumba kiimani. Wa Galatia sita aya tisa, msikate tamaa kwa maana wakati wake tutavuna. Tano, namna ya kushinda vita ya kukaribia kupata, ongeza maombi usipunguze. Luka kumi na nane aya moja. Wapaswa kuomba siku zote wala wasikate tamaa. Tumia neno la Mungu kama silaha. Wa Efeso sita aya kumi na saba, upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Simama kwa imani, si kwa hisia. Pili, wa Korintho, sehemu tano aya saba, kwa maana tunaenda kwa imani wala si kwa kuona. Toa sadaka ya imani na shukrani, Zaburi sehemu 50 aya 23, yetote atoleaye dhabihu ya shukrani huniheshimu. Nitenge na sauti za kukatisha tamaa, Zaburi 1:16. Mifano ya Biblia: Yusufu Kabla ya waziri alitupwa gerezani. Daudi kabla ya kutawazwa aliteswa na Sauli. Yesu kabla ya msalaba alikabiliwa na vita vikali Getsemane. Kama vita imeongezeka, usikimbie, simama. Kama shinikizo limezidi, ushindi uko karibu. Kama adui anapiga kelele, Mungu yuko kazini. Isaya sitini, aya moja. Hadi ondoka, uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Vita ya kukaribia kupata si ishara ya kushindwa, bali ni uthibitisho kwamba ushindi uko karibu. Usirudi nyuma, ndugu mpendwa, endelea kupigana kiroho mpaka uone kile Mungu ameahidi. Ndugu mpendwa, ninaami kwamba somo hii inakuongeza imani ya kusimama katika vita unayopitia. Twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatumiza yote kusimama. Bwana Mungu awatie nguvu za kushinda.